Assalamu alaikum popote pale ulipo, kanda ya kaskazini kusini, magharibi pamoja na mashariki, njoo hapa ndani ya dimba la Chapesa Media tuzungumze michezo na burudani. Ijumaa tulivo kwelikweli, ijumaa iliojaa mubashara, vitu mbalimbali, tunazungumza michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mi niko hapa kwa ajili ya kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nimerudi tena baada ya hapo jana na hii leo niko katika vijue vya Mwembe Yanga, niye na madhumuni yangu, tuweze tukazungumzie football ama mpira ambao ndio kitu ambacho kimetuleta sisi wana michezo ndani ya hapa Chapesa Media. Karibu sana naripoti kutokea hapa katika vijue hivi vya Mwembe Yanga, niye na madhumuni yangu, tuzungumzie mchezo wa kesho, ligi kuu Tanzania Bara, ambako mnyama Simba Sports Club atakaribishwa akiwa mwenyeji dhidi ya JKT Tanzania kunako majira ya saa moja kamili za usiku. Mimi niko na mzee wangu mzee Malinyi, tunakwenda kuzungumza yale mambo yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam, kaifa alaykum nyie, heri mzee wangu. Alhamdulillah, karibu. Karibu uko poa poa. Uh, uzima upo lakini, uzima upo mm, wa afya njema kama unavyotuona mm. Sawasawa tumetembea, tunapumua, tumekutana tena kwa mara nyingine hapa mm, Mwembeanga mm tayari kwa kuweza kustori na maisha mengine yanaendelea. Eh, bwana, tuzungumzie kesho, ndo kesho asemae, kesho ndo muongo. Simba Sports Club dhidi ya JKT Tanzania. Wana Simba mnasemaje kuelekea kwenye huu mchezo? Mimi nafikiri kama tuna, tuna, tuna, tuna shida na ubingwa, tuna hamna ubingwa miaka ii minne, e, ubingwa uko nje, kikombe kiliibiwa na mwizi. kikombe kiliibiwa na mwizi, sasa kombe analo mwizi, mimi polisi nalitafuta ili nikamilisha upelelezi wangu, kesi iende mahakamani ili mwizi akafungwe. Kwa hiyo yoyote anayekuja mbele yangu kwenye ligi kuu ni kupigwa tu, sina kitu kingine chochote zaidi ya point tatu. Nasema pengine naweza kusema leo kauli ile ya kusema kwamba kwenye mpira kuna mambo mata, kwenye mpira kuna vitu vitatu. Mimi nasema sisi wana Simba tuna vitu vitatu, tuna kitu kimoja tu, point tatu tu. Tuna kitu kimoja tukwenda kushinda tu, nasema hivi wana, kama na wana Simba safari hii, tulivyopania na tulivyokuwa na usongo mkubwa na tuna shida nalo kombe eh, ili mwizi akaenda kahukumiwa mahakamani kidhibiti, lazima kila anayekuja mbele yetu hata akiwa yeye lazima acie, ah, point tatu. Nani huyo huyo huyo, mwizi. Sianakuja mwezi wa kumi na mbili, sianakuja mwezi wa kumi na mbili. Tutakutana mwezi wa 12 kesho kutu hapo, lazima kaache point 3, safari hii haishii kwa lili tu. JKT Tanzania ndio mwenyeji wa mchezo huu. Simba Sports Club anaotumia anaotumia uwanja wa Meja semuhuyu, kama uwanja wake wa nyumbani. JKT Tanzania wanaotumia uwanja huo huo kama mchezo wake wa nyumbani na kama uwanja wake wa nyumbani. Pengine haiwezi kuwa shida kwa Simba Sports Club kesho kukusanya alama tatu muhimu dhidi ya JKT Tanzania. Ha, shida hakuna. Alichojichanganya JKT kunikaribisha maka, na mimi sasa niko nyumbani, na mimi niko nyumbani pale, sawa hasa wewe, klabu kubwa Afrika ha? Katika vilabu vikubwa Afrika unavyovitaja Simba mojawapo, vilabu vinavyoogopeka Afrika leo, ukamkaribisha nyumbani kwako, usemeona we, nyumbani kwako iwe hapa, alafu unakuja kukutana naye, unategemea nini? Nilikwenda pale ili kuyazoea mazingira lakini nafikiri baada ya mchezo huu na JKT kumaliza nafikiri kuna tamko litatolewa la kuhama eh, uwanja. Nasema hivi, kuna tamko litatolewa kwa maana muda si mrefu. Nani atahama uwanja? Eh? Ah, mimi naahamisha kambi nyumbani, naahamisha. Tutahamisha kambi muda si mrefu. Muda eh, si mrefu. Lakini baada ya kwanza ya kuzipata point tatu za JKT hmm. tulisogea karibu ili mpinzani wangu nikampige vizuri nimsome vizuri na tayari lamani zote ameshasomeka vizuri. Ha? Ameshasomeka vizuri hmm. Michoro yote ya kumwataki imekaa vizuri. Ramani zimesomeka? Kabisa kabisa, kama ramani za makomando zayari zishakamilika hey. Sawa hey. Anakwenda kufungwa tu hmm. Sina sare, sina kufungwa mimi hmm. Ni kwenda kushinda mimi tu hmm. Safari tuna kitu kimoja tu, ujue, tunazitaka point tatu ni muhimu hatuna mjadala, mjadalawazo utake, utatoa. Sawa, jua liwake, utatoa. mvua yenyeshe, utatoa. uumwe hospitali, hospitali kuamsha hospitali, utatoa tu. bwana Simba, mmerudishwa mechi zenu zikiwa zinachezwa usiku. kesho mnakwenda kucheza majira asa, ya saa moja kamili za usiku, ni furaha ya namna gani, ambako mashabiki mmetoka kwenye lile dhahama la jua kali pale KMC mmerejea kwenye neema, nikiwa na maana mahali ambako mmerejea ndiko mahali ambako wana Simba walishazoea kucheza mechi zao kwa muda huu wa usiku. A, niseme tu kwanza niwashukuru TFF, tuwashukuru bodi ya ligi kwa sababu kuwapa Simba kucheza usiku tayari kwa mazingira, kwa sababu tunacheza klabu bingwa sisi, mechi nyingi tutacheza usiku sawa. Kwa hiyo hili tunasema tunashukuru kwa sababu tunakuwa na mazoea ya kucheza usiku. Kwa hiyo hata hizo mechi zinazotoka kwenye klabu bingwa kwa usiku tutakuwa tuna shida nazo. Mimi niseme kama wana Simba tunatoa shukrani kwa bodi ya ligi na TFF kwa kutupa feva hiyo ya kucheza mechi usiku ili kuzizoea mechi za usiku. Ili tukapata matokeo mazuri kwenye klabu bingwa. Bwana, tuzungumzie tarehe 30. Tarehe 30 ndio tarehe 30 ambako Simba Sports Club atakwenda kusoma bajeti nzima na mapato yote ya mwaka ambayo yamehusika. Pengine ndani ya hili wana Simba mnasemaje? A, sisi tunasema kwamba kwa, kwa sababu ni, ni, kwa sababu liko kwenye kikatiba, watakuwa wametekeleza agizo la katiba, wametekeleza agizo la katiba, mkutano mkuu wa mwaka. Sisi kama wanachama, kwa sababu ni ada yetu, tutakwenda kuhudhuria mkutano mkuu, kwenda kusikiliza mapato na matumizi, maendeleo ya klabu yetu. Sawa. Kama pale tutakapoona penye nini, penye kuhoji, tutahoji. Sawa, ili tupewe majibu yaliyo sahihi, ili Simba iweze kwenda vizuri. Vipi na harakati, mzee wangu? Wana harakati mpo? Sisi tupo, sisi tupo, kama unavyotuona sisi tupo, tena tupo kwa nguvu zote, hatuna shida, hatuna shida, na ndio maana tutakwenda kwenye mkutano mkuu kwa wingi kwenda eh, kusikiliza mkutano mkuu, kusikiliza yale ambayo, yenye manufaa na klabu ya Simba, lisilokuwa na manufaa tutalikataa. hmm. Vipi uongozi wa Simba? Uh, unaniuliza uongozi wa Simba Kivipi uongozi wa Simba kwa mambo ambayo yanaendelea, kwa mambo ambavyo furaha mmeanza kupatiwa mashabiki wa Simba, ikiongozwa chini na magoli, lakini bila, bila kumsahau uh, muhtaza mangungu A, kila siku kuambia, mimi huwa nakwambia, mimi kama ulivyoniambia mwana harakati eh, unapotaja uongozi taja krisusu magoli, uongozi uliowajuu juu kabisa sawa. Huu wa kwetu huu wa kuuchagua huu haukufanya vizuri, haukufanya vizuri na ndio maana umesababisha, um, um, mpaka kuzusha wana harakati, mpaka kuzaliwa wana harakati sawa, mm. Wana harakati sawa, mafanikio unayokuta sasa hivi ni sisi wenyewe watu wote wa Simba eh. Kama wanachama na mashabiki tumeungana kitu kimoja so, sawa. Na kumsikiliza na, na kuisikiliza bodi ambayo ile kule iliyochaguliwa na mwenyekiti wa bodi a, rais wa heshima, sawasawa. Kwa hiyo wanafanya vizuri na sisi tunawaunga mkono, tunawa support ili timu ifanye vizuri. Lakini kwa viongozi wetu hawakuchaguliwa, kwa viongozi wetu hawakuchaguliwa, kwa sababu walikuwa hawakufanya vizuri tangu wakati huo, hatuna manasaba nao. Kwa kumalizia, unazungumza nini haswa na mashabiki wa Simba kuelekea katika uchaguzi mkuu, lakini pia vilevile kuelekea katika mchezo wa hapo kesho dhidi ya JKT Tanzania? Uh, kwenye uchaguzi mkuu, kwa sababu wanasimba wengi eh, tuna kiu sawa ya kuja kupata uongozi bora, ambao kupata viongozi wapya ambao walio bora sawa sawa, tunausubiri kwa hamu, iwapo kama itakuwa ni mwakani eh, mwanzoni au katikati, tunausubiri kwa hamu, watu kwenda kupiga kura na kwenda kuchagua viongozi sahihi. Hatutafanya makosa kama haya tuliyoyafanya Vipi kuhusiana na mchezo wa kesho? Mchezo wa kesho, kama nilivyokuambia, sisi mchezo wa kesho tunakwenda kuwafunga JKT Tanzania, tunazitaka point tatu taifa, taifa na kupeperusha bendera ya Tanzania. bila kumfunga yeye siwezi kuwakilisha Mepoteza pointi kwa sababu nitakuwa nimepoteza moja ya point. Kwa hiyo nazihitaji point zake kwa uvumba na ubani. Kwa njia yoyote ile lazima akanipe kesho. Mala pub Simba kafungwa na JKT Tanzania. Ah, hizo ndoto za Alinacha. Ipap hizo ndoto za Alinacha. Ni sawa sawa na kuku. Ni sawa sawa na kuku. Dua la kuku. Kumuombea moyo utadondoka tu alidondoka. Moyo kadondoka kuku kwa mokota. Kila siku lakini kuku anaomba yani. Utadondoka tu moyo wewe. Moyo utadondoka tu wewe. Moyo kadondoka. Nenda rudi, mwewe ajaliondoka, mwewe anamchukua anaondoka naye juu. Sasa hilo ni kama dua la kuku kwa mwewe, hakuna pap. Marasha, Simba bingwa, sha Simba bingwa, sio pap, ah. Simba kamfunga, nasikia sha, tumewafunga JKT tunaongeza pointi. Ndicho kinakwenda kujiri kesho saa moja usiku pale Isamuyo. Shukran sana, asante sana.